Ujambo, mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11, 2025 na ndo tunakamilisha mchakato au zoezi letu la upandaji planting ya mahindi katika zile eka zetu tisa ambazo nimekuwa nikikwambia toka mwanzo. Na leo hii sasa ndo tunafanya cost breakdown kwamba tumetumia mbegu kiasi gani, projected ilikuwa ni kiasi fulani, na sisi tumetumia kiasi fulani na by the way, tumesevu kiasi gani cha pesa kwa kufanya hizi operation. Zinaweza zisifanane na za za huko kwako, lakini sisi kwetu hivi ndivyo tulivyotumia hapa. Na kama ni kwa mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, naitwa Stefano Mashauri, na agriculture engineer, na hapa tupo Kasulu mkoani Kigoma, ambao tunafanya tunafanya kilimo cha mahindi na tuna jumla ya heka tisa ambazo tunazilima hapa mahindi hapa mkoani Kigoma. Mtazamaji, kwa kawaida kitaalamu, unashauriwa kwamba upande heka moja, upande mifuko minne ile ya kilogramu mbili, jumla ya kilo nane. So kwa kwetu sisi, kwa kuwa na heka tisa, ilitutaka tutumie jumla ya mifuko thelathini na sita. Mark my word kila mfuko mmoja unagharimu shilingi elfu kumi na sita kwetu sisi tulioitumia na kama ungenunulia kutoka Morogoro ungetumia mfuko mmoja kunua kwa shilingi elfu kumi na nne na mia tisa lakini kwa sababu kinua Morogoro utakubidi kusafirisha ndo hii kosi tu inakuwa standard kwamba ni elfu kumi na sita na kama uta, utanunulia hapa hapa Kigoma utanunua mfuko mmoja kama huu wa DKC au DK 77 elfu kumi na saba sisi tumetumia elfu kumi na sita kwa average na kwa kawaida sasa, tungefata huo utaratibu tulikuwa tumeproject kwamba kwa heka hizi tisa tutumie mifuko thelathini na sita na ukipiga hesabu sasa hapo itakiwa ita, ita, tutumie jumla ya laki tano na sabini na sita kwa hiyo mifuko thelathini na sita ili tuweze kukamilisha mchakato wa huu upandaji. Lakini sisi hapa tumetumia jumla mifuko ishirini na tatu kwa kupanda hizi heka zetu tisa ambayo imekuja kuleta gharama ya kwamba tumetumia jumla laki tatu na sitini na nane. So ukiangalia hapo projected na exact ambayo tumetumia tumetum, tumetumia laki tatu na sitini na nane badala ya kutumia laki tano na sabini na sita. Kwa hiyo hapa sasa tumesave almost laki mbili na shilini elfu nane. So mtazamaji, hivi ndivyo tunafunga hesabu yetu leo kwa mujibu na gharama ya mbegu ambayo sisi tumetumia hapa shambani kwetu. Tumetumia jumla ya mifuko ishirini na tatu, zinaweza zitofautiane zinaweza zisilingane za kwako huko shambani kwako, lakini kwetu sisi hapa tumetumia hiyo mifuko ambayo umeiona hapo, na tukimalizia tu kwenye projection ya mbolea, ni kwamba mbolea tumetumia mifuko nane, tumetumia mifuko nane kwa hapa kupanda mashamba yetu haya yote, so tumetumia mifuko nane, jumla ya mbolea ambazo tumetumia hapa shambani kwetu, na gharama pia zinatofautiana. Kwa upande wa mbolea, mbolea kwa hapa Kigoma mfuko mmoja huo unaruzuku huo usio na ruzuku waga, so hakuna specific bei. So kwa hapa mwaka huu ilifika wakati wakawa nauza mpaka mfuko mmoja laki moja na elfu kumi ikashuka laki moja ikaja elfu tisini So kwa hapa ninunua mfuko mmoja tu wa Yara otesha kama ungeona hapa, na ndio mfuko ambao tulikuwa tunamalizia kwenye hili shamba letu, shamba 4 ambayo ina ukubwa wa eka mbili na nusu, ndio hapo tulikuwa tunapandia hiyo Yara otesha na mfuko mwingine wa kawaida wa ule wa nafaka plus ambayo tulikuwa tunaitumia, na ile mifuko mingine ya nafaka plus ambayo ilikuwa ni mifuko saba nilinunua kutoka a Katoro, ambapo kwa sababu bei ilikuwa imesaji, hapa bei imekuwa ni kubwa, nikaona kwamba tungeenda beyond ya cost ambayo tulitakiwa kutumia. So nikanunua mifuko saba kutokea Katoro na kila mfuko ulikosti shilingi elfu sabini lakini kusafirisha tukatumia shilingi elfu sita. So, ikaja na kupandisha kwenye gari ikaja kwa kosti almost total ule mfuko mmoja shilingi elfu sabini na nane na na so, kwa mifuko saba ambayo tulinunua ili tuikuja uh, kutumia jumla ya shilingi uh, kwa upande wa mbolea ambao sasa ilitubidi sisi kusafirisha kutokea Katoro na kuleta mpaka hapa Kigoma, na kila mfuko mmoja ulitugharimu shilingi elfu sabini na nane kwa sababu tulinunua dukani shilingi elfu sabini na kusafirisha kutoka Katoro mpaka hapa wilaya ya Kasuru kwa shilingi elfu sita kwa mfuko mmoja, na kupandisha juu kwenye gari ikawa shilingi elfu moja kila mfuko, na pia kutoa sasa stendi na kupeleka nyumbani ama shambani ikatugharimu shilingi elfu moja tena kila mfuko. Kwa hiyo inaleta toto ya shilingi elfu sabini na nane kwa kila mfuko. Na ukijumlisha, ukizidisha sasa hapo sabini na nane mara saba inakuja kukupa jumla ya laki tano na arobaini na sita. So ukijumlisha tena na mfuko mwingine sasa ambao ndo wa Yara, tulipochelewa hapa tukanunua mbolea ya Yara Otesha tumekuja kutumia shilingi 1090 kwa mfuko mmoja ambapo ukijumlisha hapo unakuja kupata jumla kwamba tumetumia laki sita na thelathini na sita kwenye upande wa mbolea peke yake. So mtazamaji, mbolea ni miongoni mwa inputs ambayo ni kosi na ita, kama unalima itakubidi ku, ita sasa kuweka projection nzuri kwenye upande wa mbolea hii hapa, na uhakikishe kwamba inatumia mbolea shambani kwako, ndio maana miongoni mwa sehemu ambayo unahitaji u... Uh, strict kabisa kusimamia kwenye operation yako ni katika uwekaji wa mbolea, kwa sababu hao watu ambao watakusaidia shambani wakati mwingine wao wanauza mbolea hizi, kwa hiyo unaweza kutumia cost kubwa sana na mbolea haitumiki shambani kwako. So leo hii ndio hizo cost breakdown ambazo tumezitumia kwenye upande wa pembejeo ambazo ni mbegu na mbolea. So, jumla, inatupa. Kwa hiyo mtazamaji sasa, kwa jumla kwenye upande wa pembejeo tumetumia jumla ya milioni moja na shilingi elfu nne kwenye upande wa pembejeo. Mbolea tumetumia laki sita na elfu salasini na sita, na kwenye upande wa mbegu ambazo ndo hizo ambazo tumeziona tumetumia DKC na DK77 na kutumia mfuko mmoja wa zamsili mia sita na sita, ambao jumla imekuwa mifuko ishirini na tatu, tumetumia laki tatu na sitini na nane. Ukijumlisha zote hapo unakuja kupata jumla ya milioni moja na elfu nne. Hiyo ni gharama ambayo imeenda kwenye upande wa mbegu na mbolea tu peke yake kwenye kupanda hizi hekari tisa. So hizo ndo snapshot kwamba gharama zipi ambazo tumezitumia kwenye upande wa pembejeo, na hii ndo inakamilisha operation ya kwanza kwenye upande wa planting ya mazao yetu hapa kwenye upande wa hekari Kisa kuna kosti zingine ambazo sijazi give out kama za transport, kwamba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kama hapa kuja kusimamia feed uh, food so feeds kwa binadamu, mnashua kama tunatumia feed It, ni food chakula ambacho tumekitumia na kosti zingine ambazo ni zareba, nitakuja kuzi break down tena kwamba tumetumia shilingi ngapi pia, lakini kwa hapa tuishie leo hapa kwamba tumetumia gharama hizo kwenye upande wa pembejeo ambazo ni mbolea na mbegu maini. Asante, kama hujasubscribe naomba usubscribe. Naitwa Stefano Mashauri na karibu shambani. So, tumemaliza kazi yetu ya kupanda na kumbuka kuwa tunatumia leni feed, kilichobaki ni kumwachia Mungu atuletee mvua na hakika mazao yetu yaweze kutoka alizini, na tuweze kuvuna tulichokipanda. Mwenyezi Mungu atubariki. Mwenyezi Mungu bariki wakulima wote ambao wanategemea mvua. Shusha mvua Bwana, shusha mvua, Amen.